Naitwa Deogratias Mainyila, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa janja kabisa, vijana wa Chadema tunaitwa Bavicha. Mimi kitaaluma ni wakili, wakili wa mahakama kuu na mahakama zilizo chini yake. Nimesema hili la uwakili makusudi kwa sababu nao ujumbe kwa mzee wangu hapa, nafikiri ni afande OCD, sio ni afande nani? abdasiatoa ujumbe mheshimiwa makamu mwenyekiti, jambo la kwanza, wako watu jana walikuwa viongozi wakubwa sana kwenye chama chetu wamesema wanaondoka Chadema kwa sababu hawaungi mkono msimamo wa no reforms no election. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, ni kuombe watu hao usipoteze nao muda sana kwa sasa na chama chetu kisipoteze muda sana kuwajibu, kwa sababu watu hao wametungwa, yuko mkubwa anaatumawafan wanaafanya sasa. Tunapoteza muda kuangaika nao, ngoja tusubiri anayotuma na eye akitokeza agarali mweshimua wakam mwenyekiti, naufungue tumbo sasa ya kuwajibu kwakuwa sasa tuzungumze no election. Huyo anayotumba nina wasiwasi huyo wa kwanza hayuko CCM, yuko CHADEMA. Kwa hiyo muda ukifika tutawajibu vizuri kama CHADEMA. Hilo nika wa kwanza. jambo la pili apandesilii nyie polisi, sio kazi yenu kuwachagulia CHADEMA wapi wakafanye mkutano. Hiyo sio jukumu lenu. Nyie jukumu lenu ni kukulinda nyie, jukumu lenu ni kuhakikisha usalama wa sehemu na sisi kufanya mkutano huu. Utaratibu wa kila tunakokwenda tunaambia polisi, wamesema msifanye mkutano hapo, kafanyeni sehemu fulani. Hiyo sio kazi yenu polisi, sehemu ambayo sisihemu wanafanyia wa mkutano turuhusu na sherehe, tukafanyia mkutano hapo hapo. Na nyie watu wa Kayanga, watu wa Karagwe, siku nyingine mkichagua sehemu ya kufanyia mkutano, polisi wakigoma, hakikisheni wawatoe kwenye ile eneo mlilochagua wenyewe, sio mnakubali kizembezembe.